Hao watu wote. Nasikia Mungu akisema wape mimba. Kama unahitaji mtoto simama hapa. Yaani ujawahi kubeba mimba. Yaani una shida ya kizazi au unabizika. Simama hapa. Kuna upako umeshuka kubeba watoto. Upako wa kubeba watoto. Kama wapo, niendelee. Unataka mtoto. Unataka mtoto. Unasema?

Naua mnachuza. Naua watu wana mna gani? Wengi. Eh? Wengi. Eh? Wengi. Pigeni msali hapo eh? Wengi sana. Eh wengi sana. Eh, eh. Eh. Kwa hiyo ibada hii mnaionaga. Eh. Sasa ukujua leo kuna moto? Eh? Ndio kujua. Kwa hiyo ulitumwa. Eh. Ulitumwa eh, kuja kufanya nini? Kuangamiza. Kuangamiza tu. Kwa hiyo tu kufunga ibada. Eh? Ulikuwa eh, unatumia dada huyu kufunga tu kufunga ibada kwa njia gani? Eh? Wacha, wacha, onyeshe.

Yeah. Mlipanga kuua watu kwa namna gani? Madogo, mlipanga kuua kwa njia gani? Ajali, sumu, nini? Anasema yeah. Kila ajali iliyopangwa haitafanikiwa, ajali ya toyo, ajali ya dari, ajali ya pikipiki, ajali aina yoyote haitafanikiwa. Leo tunakataa aiwe, kwa mume wangu, iwe kwa mdogo wangu, roho ya kafara nyosha liko ulikotukasema, nyumbani kwangu, nakataa maombolezo, nakataa mazishi. Roho ya usukume, roho ya mauti, faya sema faya. Shida ya kipande uso. Weka mkono wako huko kwako, wako, wako. Ewe nyoka. Nyoka wa kuzi. Kwenye hicho kichwa. Kwenye hicho kichwa. Wewe fungua macho, niangalie. Come out. Wewe, wewe, wewe, wewe. Come out. Wewe, unaona moto ulioko hapa? Unaona moto ulioko hapa?

ya mikono ya heshima na biashara zake na mtaji wake. I speak araka sana, araka sana. Nipe mkono, nipe mkono uti wewe we, nyoka mbaya nyoka nyoka wa kuzimu wa kuzimu unaona macho macho yangu yalivyo na moto atuangaliane look me niangalia mimi unaweza kuniangalia mimi. unaweza kuniangalia nini unafanya nyaka yote kwenye ardhi yake unataka uondoke aenda wapi anakuharibia unataka nimfungue unataka nimfungue unataka nimfungue fungua macho niangalie mimi Atakiwa kufa kijana wako kijana wako kijana wako kijana wako kijana wako kijana wako. Na muona bibi anasema sitaki, sitaki, sitachatafai tena. Nataka ase, nataka ase. Hafi mtu hapa. Endelea kuweka mkono wako tu, endelea kuweka tu mkono wako tu, endelea kuweka mkono wako tu, endelea kuweka mkono wako tu. Usijae usapeti soula a a. Ushaje kwa nini unamfungoa? Unadada Elisha wewe, unamtumikisha wapi nyota yako? Unamtumikisha wapi Na mme waki. Mepeleka wapi nyota yake? Sikupeleka kwa mganga. Mganga wapi? Kwa kule. Wapi? Simba wanga. Simba wanga. Ndiyo. Metoa shilingi ngapi? Elfu kumi yake tu. Elfu kumi yake tu nyota ikaondoka. Weka mikono juu. Sema kila nyota iliopelekwa simba wanga, iliopelekwa Tanga, iliopelekwa baharini. Sasa.

Hicho kitu kiondoke. Wavue takataka zenu. Kitanda chako kitakuwa moto. Mikono yako juu. Haya, haya. Wewe unaondoka haraka sana, nataka utajiri wako uachiliwe, nataka nyota yako iachiliwe, nataka nataka nataka nataka nataka jina. Naomi, naita hiyo jina. Mikono yako iachiliwe, mikono yako iachiliwe, mikono

Kuna watu wamejua nguo zao za ndani, wengine damu ya hedhi ilitumika kuzimu. Nasema malaika wanapita kurejesha kila kilichoibiwa, kurejesha kila kilichoibiwa, kila madhabu ya simaso, kila madhabu ya kuzimu. I speak now, pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima, pokea unachotaka, pokea unachotaka, pokea unachotaka, pokea watoto wa kike na wa kiume, kila madhabu haitaendelea, pokea watoto watoto. Haya, waachie kizazi chako. Waachie watoto wako. Inatosha walivyokaa kwenye kizazi. Inatosha walivyoiba nguo yako. Inatosha walivyoambatanisha mateso. Kizazi chako kinaachiliwa. Utapona watoto wa kike na wa kiume kwenye hiyo pomba. Rishileti. Kila mtapauyo funga tumbo lako. Funga nyanyua, nyanyua. Mapepo waliokaa kwenye kizazi. Kwenye hiyo pomba amtakiwi. Kwenye hiyo pomba amtakiwi. Narudisha hiyo kizazi. Unaona ubona Nimesema wanaotaka watoto, mashetani waliokaa kwenye vizazi, nisaidieni ana nasaidieni, naona pepo likijambia tumekaa kwenye aryakwa tumekaa kwenye arsalikuolewa, hatutaki abebe mimba, uliochukua nguo yake ukachukua ukamulisha vyakula kwenye

Watoto songezeni hapa, songezeni hapa, songezeni hapa, songezeni songezeni songezeni hapa, songezeni hapa. Watabeba ni saa yao wapi? Weka mkono wako nimalize kwa ajili ya Mungu, weka tu mkono, sema Bwana Yesu, asante kwa neema. Saa hii naenda viwango vya baraka, hakuna atakaye nizuia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Songeza, leta leta, eh. Una faile kwenye kwa nini mfanya kazi yako? Eh? Kuna kuna mtu anataka kuteseka hivi kama sio roho. Eh? Unafanya nini? Eh? Unafanya nini? Utaki. Kwa nini? Unapenda kuteseka. Kwa nini? Utaki. Kwa nini? Kwa nini? Tumalaki, t... nani, yani nani? Nani, kwa nini hamtaki wabebe watoto yeah? Kwa nini hamtaki wabebe watoto? Kwa nini hamtaki wabebe watoto? mekalia ni... majina kama haya watasimama kwa mwaka mwingine, watakuwa na watoto, watasimama wakishuhudia kwamba wamebeba watoto. Hawa watu ambao wamekaa muda mrefu hawana watoto watarudi hapa, kama niwathibitishe wata wengine walivyokuja kushuhudia. Sema amen. Sema amen. Nipe mkono wako shemasi. Peleka kwenye tumbo lake. Nipe mkono wako tena na wewe. Peleka kwenye tumbo lake. Haya, ondoa hili vitu vyako. Ondoa hili vitu vyako haraka sana.

Unataka kutimiza nini? Unataka kutimiza nini? Unataka kutimiza nini? Niache. Niache. Unataka kutimiza nini? Niache. Eh? Niache. Unaweza kupata nguvu hii? Angalia. Angalia. Angalia. Sasa unalia nini? Angalia. Angalia. Look at me. Angalia. Angalia. Niangalie. Unaweza kupata nguvu hii? Angalia. Angalia kile changu. Angalia kitu kile changu. Utaachia kizazi wa chini. Eh, eh, utaachia unaweza moto. Fungua macho. Fungua macho. Fungua macho. Haya, naita moto. Moja, mbili, tatu, nne. Naongeza moto. Naongeza moto. Hiyo pete, unaona amevua pete. Saidieni hiyo pete yake. Walikuwa wamekalia ya kwenye ndoa. Saidieni sipote. Unaona vua, vua, vua, vua vitu vyako. Vua! Avua ah, yote, vua yote, vua, vua, vua, vua, kila kitu kilichoweka kwenye umile udada. Vua! Wazazi wangu na wako hapa. Wazazi wake wako hapa. Yuko mama yake hapa au mama mkwe yake yuko hapa? Eh? Yeah? Eh? Yeah? Nishikie utumbo lake. Atakikuwa huyu atakua ataki kuondoka majini.

msaidie muda. Angalia, kale kada kadada ni kemama. Lakini ashiba hata na watu wacha. Yaani kemama lakini tajua sio yeye. Ni atuache kwa <tipatikana> sababu gani? Angalia. Kemama bado kiambiwa kashuku na kashika kwa mkono mmoja. Wewe utajua ndani kuna nguvu sio ya kawaida. Kuna wamama wajawazito wako watatu hapa. Hebu simama kama ni mwanamke mjamzito. Simama chapa. Kimbia hapa.

na unatakiwa ufe. ni, ni wapi kwa. anafanya nini? anafanya nini? anafanya anafanya, narudia tena mwaka, anafanya nini? Sioni mkiwa na amani kwenye nyumba, sioni mkicheka vizuri kwenye nyumba, sioni mkiwa na mwenendo mzuri kwenye nyumba. Kinachotokea kwa, kuna wakati unasikia mtoto anakukamata huko kooni, kuna kitu kinapanda, unasikia sina na unakaa unanyongwa, na wewe unataka kuongea, unashindwa kuongea Sioni chochote kwenye mikono yenu. Kinachotokea, mawazo yanakujaa. Nimeshaenda hospitali mara nyingi, wanasema ni pressure, wanasema pressure. Mimi naona kitu kinachopanda kinakukaba koo, alafu wanasema utakufa kabla mwaka hujaisha. Aishi vipi bwana? Utakufa kwanza, nataka nataka kesho, yani i say mama, kifo cha kaja ndio wanakupea wanakupea pressure. Ndio, hatujaongea mimi na wewe, haujaniambia tatizo hili. Kitu kinapanda kinakunywa, unaona sasa utakufa kama kuku. Ndio baba, sasa hivi natumie dozi bani. Eh, ameshanyamisha baada ya natumia dozi. Ndio hapa hafi mtu hapa. Kila mtu sema hafi mtu hapa, kwa maana nimepanda kongamano hapa hapa ni kwa sababu kuna kuna vitu katika hapa vitu katika tena. Eh, wewe wewe wewe, mmoja unaenda mbio, alafu unaona bora kufa kuliko kuishi eh, ndio eh? unaona bora

Unakwenda kazi, nataka umwitie roho inatembea. Mwambie kesho nawataka kwenye ile kongamano. Sawa. Sawa. Kesho, mimi naomba kesho, alafu, ta, kesho kitu kwa uh, kwenu wote na mtakwenda kujifungua salama. Sawa. Mtakwenda kwa daktari kesho, kesho ile moja kwa moja. Nyosheni mikono kwa madhabahu, shikeni chini na matumbo yenu. I speak now, natengua kila kilichokuwa kinapangwa katikati yenu kwamba hakitatimia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Rudini mkakae. Naomba kesho, naomba kesho, kesho nitawaita, kesho nitawaita, na kesho natamani kesho nitende katika nguvu ya kinabii kinabii sana.